Watoto wa Igambilo hawa wamekuwa ni miujiza kadhaa. Mimi leo nitoe ushuhuda kidogo, aa watoto ukiwa walikuwa wa, wa, timu yetu ya Tabora <laughs> imekuwa ikija hapa kutoa misaada na kukutana nao na kushiriki nao na kuswali nao na kusali nao, kila wakifanya hivyo tunatoboa, kila tukifanya hivyo tunatoboa. kwa hiyo wanadua wanadua nzuri sana hapa, ukiswaliwa hapa e, mambo yako yanakuwa safi. Um, cha kwanza nitumie nafasi hii ku, kuwapongeza sana Azania Bank kwa kutambua umuhimu wa kuja kukutana na jamii kama hii. Unapokuja kuwahudumia wananchi wa Tabora, alafu usiwakumbuke watu kama hawa nayuta kwa hujafika mahali sahihi. Kwa hiyo ni wapongeze sana Azania Bank kwa kupata wazo zuri la kuja kutoa sadaka kwa ajili ya wahitaji katika kituo hiki cha Igambiro. Nilikuwa najaribu kuangalia chemistry ya watoto walioko hapa namna ambavyo walivyo, yaani eh, unaona unapata hisia za, za upendo wa kipekee sana kwa kuwa na watoto kama hawa katika kituo kama hiki hiyo niwapongeze sana Azania kwa tukio hili, na niseme tu kwamba tukio kama hili kwa Azania na pengine na taasisi zingine za binafsi na za serikali, e, kupata nafasi muhimu sana kukutana na jamii ya watu kama hawa, kwa sababu ni kupitia watu, watu kama ninyi e, watu kama hawa wanapata mahitaji yao, wanapata faraja, wanapata joto la upendo e, lakini vizuri sasa kutengeneza utamaduni wa, wa, wa mara nyingi si tu katika kipindi cha sikukuu kama hizi na siku maalum kama hizi za Ramadhani na Eid au Kwaresima pamoja na, na Pasaka au Christmas na vitu kama hivyo, bali uwe ni utamaduni wetu wa Kitanzania kutengeneza utaratibu unaowagusa wahitaji wetu katika jamii. Maandiko matakatifu eh, sijui kwenye Korani, lakini kwenye, kwenye Biblia umekuwepo na msisitizo mkubwa sana wa Mungu kuwaelekeza e, watu wake kwamba kwa hakika, kwa hakika mtakapokuwa mmeishi katika ile nchi ambayo nime nimewapeni kuishi hamtakosa kuwa na watu wahitaji, wakumbukeni hao. Na akaelekeza Mwenyezi Mungu kwamba hata eh, hata sehemu ya mapato yako hakikisha umetenga kwa ajili ya hao wahitaji, na akawaelekeza ni mapato ya aina gani ambayo mnapaswa kutoa kwa ajili ya wahitaji, akijua kwamba katika jamii kama ha, hii hawezi kukosekana na watu wa aina hii ya uhitaji. Lakini la la, la, la la pili ni, ni, ni, wa, ni waombe Azania Bank kwamba imekuja kutoa sasa huduma katika eneo letu la Tabora manispaa. Najua ndo meanza na meanza kufungua branch sasa, ni, niombe kwamba katika mchakato wenu wa, wa kutoa huduma kama hiyo, bado tunayo mahitaji makubwa sana kwa ajili ya, ya watu kama hawa. Pamoja na kuwapa leo mahitaji kama chakula na vitu kama hivyo, lakini bado wanahitaji vitu vingine. Wanahitaji sehemu nzuri ya kulala wanahitaji sehemu nzuri ya kuswalia na kusalia eh, uh, sijajua kwa mfano kama jengo kama hili hapa bw si, ni, ni bweni ni bweni. Maana yake limekaa hapa muda mrefu sana halijakamilisha. Hivi Azania Benki ukijitafakari, ukiji, kabisa kabisa kwenye, kwenye nani yako kwenye social social mnaita nini si eh, eh, social investment eh ukijitafakari kabisa kwamba e, ukijitoa ukamalizia haka kajengo haka sika na inakuwa ni baraka e, unakuja kuwekeza hapa Tabora na ukatoa sadaka yako, hapo, watoto hao wakawa nalala sehemu nzuri, mimi nafikiri itakuwa ni jambo la heri. Leo watakula vizuri watakunywa vizuri, lakini watahitaji sehemu ya kupumzika. Mimi nafikiri Azania Benki mkalitafakari hilo jambo, ikiwezekana mje malizie kwa sababu hapa mbakiza kupaua Kuwezeka na kufanya finishing, au sio? Ya kwa hiyo si dhani kama milioni 30 zinazidi hapo, haziwezi kuzidi hapo. Kuleta vitu kama hivi kwa watoto kama hawa, sisi kwetu ni faraja wa serikali, kwa sababu tunawajibika kutunza watoto hawa, kuhakikisha kwamba wanakuwa katika hali nzuri, wanakula chakula kizuri, wanalala pazuri, wanavaa vizuri sana. Nyie mmetusaidia upande wetu wa serikali. Nashukuru sana asante. Sisi kama Benki ya Azania tunafanya kazi tukiwa huko Kagongwa lakini pia Tabora ni sehemu yetu ya kazi. Lakini tumeacha kote huko tukaamua kuja hapa kwa sababu tunajua uh, hii ni wajibu wetu kurejesha kwenye jamii tunayofanya nayo kazi. Lakini pia lengo kubwa pia la kufika hapa ni kwa ajili ya kuleta hamasa na kuweza kuhamasisha ndugu zetu wengine ambao waweze kuona nafasi ya kuja kushirikiana pamoja na sisi na hawa watoto ambao wako kwenye hiki kituo ili tuweze kuwajengea uwezo na wao wajione ni kama watoto wengine wa kawaida katika taifa hili. Kwa niaba ya Benki ya Azania tumekuja kuwashika mkono kwa kidogo hicho tulichonacho, lakini iwe ni sehemu ya shukurani yetu kwenye jamii yetu hii inaleta chachu ya kuweza kuwasaidia hawa watoto wajione wana nafasi kubwa kwenye hili taifa kama watoto wengine ambao tunaishi nao kwenye majumba yetu. Kwa hiyo, watoto, tunawaombeni muweze kuwa na bidii katika masomo yenu, muweze kuheshimu, muweze kufata dini. Wanasema yeyote mwenye mafanikio ni yule anayesimama katika misingi ya kidini.